Hii ni Zantime, karibu kwenye wakati mwingine huu, tukiangazia kuhusiana na trend za wiki na siku ya leo. Tuko na trend nyingine hapa kumuhusu Sharukhan, ambaye ni mwigizaji mkubwa ambaye anajulikana dunia nzima ama duniani kote, Afrika, nchi za kigeni huko, anajulikana katika filamu za Kihindi nadhani nikisema Sharukhan, watu wengi wanamfahamu wana kwa jina hilo la uwekezaji. Kwa sasa amekuwa ni rasmi bilionea, mwigizaji ambaye ni bilionea katika upande wa dunia. Hatujajua ni namba ngapi, lakini amekuwa katika nafasi hiyo ya ubilionea, ambapo gwiji wa filamu duniani kote, kutoka nchini India, Sharukhan ameweka rekodi nyingine ya kuwa mwigizaji ambaye ni bilionea kwa sasa kulingana na Hurun, India Rich nadhani utafiti ambao umefanyika katika mwaka huu wa 2025, na wametangaza kuwa Sharkani kwa sasa ana utajiri wa USD 1.4 billion. Kikweli ni, ni pesa nyingi sana ambazo ana, ana, ana, ana, anazimiliki kama ni utajiri mkubwa sana ambao anaumiliki Sharkani. Kwa sasa anakimbia kwelikweli kwenye kushika namba kubwa zaidi. Sharkani amefanikiwa kuingia, kuingia katika orodha ya kuwa bilionea kutokana na kazi kazi zake nzuri za filamu ambazo alizifanya vizuri, na mpaka sasa ba bado zina mvuto, zina hit, watu wanazisikili, wanazitazama mara mbili, mara tatu na zaidi, kwa wapenzi wa filamu za Kihindi, lakini pia kupitia biashara zake. Uh, biashara zake za uwekezaji aliyoufanya ni moja ya vitu ambavyo pia vimechangia. Pia tumepata kujua kwa Sharukhan ana, ana, ana uwekezaji ama anawekeza pesa kwa njia ama namna mbalimbali. Sharukhan amefanya vizuri sana sokoni kwa kutoa filamu nzuri kama Kuchi kuchi hotahe, nadhani hii inasikilizwa na inapendwa zaidi sio tu huko nchi za, za kimataifa, lakini pia hata katika upande wa nchi, ma nchi za Kiafrika. Watu wanaweza wakawa hawaelewi maana, lakini wanazipenda zaidi filamu za huyu uh, mwigizaji Sharukhan zinawavutia zaidi kwa namna moja ama nyingine. Uh, lakini pia nyingine ni Uh, ni dilto pagal hai bazigar kalhona ho na nyingine nyingi kabisa, ambazo zina zinapendwa kutazamwa na watazamaji kutoka maeneo mbalimbali. Tuambie tu kwenye comment hapo kupitia Zantime uh, channel yetu wewe kiupande wako Unalionaje hili limekuweka lime lime katika nafasi gani? Ama limekufanya ku, lime ujisikiaje eh, kumwona mwanafilamu huyu Sharukhan kushika uh, nafasi ya ubilionea? Tuambie hapa kwenye comment kiupande wako wewe unaionaje.